Sisi wana Kiwira hatu hatutaki maandamano. Hatutaki maandamano. Hatutaki maandamano. Hatutaki maandamano. Na tunamfuata sisi wenyewe tunapeleka kituoni. Tunashukuru sana mwenyekiti Tuna wetu kwa kutupa ofa, kutupa pikipiki sasa hivi, bwana bodaboda, tutakuwa matajiri. Tunamshukuru sana kwa majina anaitwa Ayubu Tembo Kimbotela Mwakembe, ni dereva bodaboda, ni kijana ah. ni ni ah. ni ni ta. kama vijana wengine wanaoendesha bodaboda na wasioendesha bodaboda. Nashukuru kwa safu yote ya ulinzi hata hii ya Kiwira na viongozi wote wa ngazi za juu wa bunge, mheshimiwa diwani, mama Samia, kwa fursa hii hapa aliyotupatia na kuweza kutusikiliza vijana nawashukuru sana kwa hilo kwa sababu vijana tuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo, na hizo changamoto hatupendi. Na hata maandamano vijana wa Kiwira tumeyakataa na hatupendi, tunapenda kuwa wamoja, tukaishi pamoja, tukafanya shughuli zetu za kijamii e. Maandamano yaliyowahi kutokea, yaliyopita, kuanzia tarehe 29, yametuathiri sana kiuchumi, kwa sababu kama vijana tuishakuwa ni watu wazima, tunajitambua, tuna familia. Yameathiri mambo mengi sana mpaka kwenye hali ya familia yetu hata kwa kutuletea fursa hii hapa ya mafunzo, tunawashukuru sana kwa sababu bodaboda tuna familia, tunasomesha na watoto e, kipato chetu kiko chini, kiko chini sana, lakini kwa mafunzo waliyotuletea kwa gharama ndogo, mimi nilikuwa naomba hata wenzangu wengi wa bodaboda waweze kujitokeza wote, tukaweza kupata hizo fursa. Sisi hatutatoka kuandamana, na kijana yeyote atakayetoka kuandamana, sisi wenyewe tutakuwa wa kwanza kupambana naye na sisi wenyewe ndio tutakuwa wa kwanza kukemea hili jambo. Nas... kwa majina anaitwa Moses Ostina Mwaipopo ni mkazi na mzao wa Kata hii ya yeah, yeah, yeah. Awali ya yote nipende kushukuru serikali inayoongozwa na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niweze kushukuru serikali hii maana imeweza kutupa fursa sisi kama vijana ambao tunahusika na swala zima la usafirishaji yani hapa bodaboda. Ja, tupo bodaboda tu tupo eh, wanausafirishaji wa, wa, wa, wa aina mbalimbali yani wa magari wote. E, awali ya yote nipende kuzungumza habari ya maandamano. Sisi kama eh, wanausafirishaji tunapinga swala zima la uwepo wa maandamano ya tarehe tisa kwani ni moja eh, ya vitu ambavyo vinaweza vikaturudisha nyuma. Nikiangalia eh, nikiyatazama niki, niki maandamano yaliyofanyika tarehe 29 eh, mwezi wa kumi, ni maandamano ambayo sisi vijana eh, tuliweza kuathirika hususani katika masuala ya kiuchumi, lakini pia ukija hata masuala ya miundombinu eh, miundombinu iliweza kuharibika, lakini pia watu waliweza kuibiwa. E, bidhaa kwenye maduka koo. Kuna maandamano ambayo yanatangazwa kupitia mitandaoni kwa watu ambao hawana akili kidogo naweza nikasema. E, mimi sishawishi kuwepo kwa maandamano ya tarehe tisa, kwani tunajua changamoto ambazo zilitukuta kipindi cha e, tarehe 29 mwezi wa kumi. Ombi kwa vijana ombi kwa vijana ni kwamba tarehe tisa tuweze kuendelea na shughuli mbalimbali ambazo zinatuongezia vipato kulikoni tukaingia kwenye maandamano. Niwa Mwalunenge, na neno la kwanza kwanza la shukurani kwa niaba ya wanachama wote wa bodaboda pamoja na vijana wote kwa ujumla, tunasema asante sana. Najua kuna changamoto nyingi, amezisikia kupitia kwetu sisi wana bodaboda. Hilo ni muombe, lazima kwamba atusamee bure tulipokosea, atusamee pia anapoenda kututetea. Mungu ambariki na akamwongezee zaidi ya anapotota na kutupa sisi vijana, wakati atwila ya bodaboda kwa sala la amani. Mheshimiwa Mwalunenge, amani ipo na maandamano hayapo vijana wamekubali. Kwa jinsi mlivyotutembelea na kutuelimisha, vijana wamekubali. Tunasema mkoa wetu wa Mbeya, uruku zinazochochewa na watu wanaotaka e, Kiwira isikarike. Mmeongea hapa, hizo hamzihitaji, na mimi nasema kama hamzihitaji, basi mtakuwa mmesonga hatua nyingi sana na sio hatua moja, kwa sababu mtakuwa mnashikilia mambo makubwa ya kujipatia kipato na kujiletea maendeleo nyinyi pamoja na familia zenu na mkoa mzima kwa ujumla, kuliko kuharibu miundo mbinu ambayo sasa mkiharibu, kama hujapata kulipa e, kodi ina maana sasa ile, ile miundo mbinu itatengenezaje? Naona jinsi ambavyo sasa tunakuwa tunakwenda kinyume, yaani barabara inakuja asi tunaichoma. Sasa fedha gani itakuja tena? Kwa hiyo inabidi tufanye kazi ya ziada kukuongeza E, e, kipato na kodi ili tutengeneze barabara yetu. Kwa hiyo lazima, ili kwa wale ambao sasa wajakaa kama nyinyi, wanaweza kawa nafikiria hivyo, lakini nyinyi niwapongeze sana, mmekaa mkaona hapana, kwa sababu ya kuharibu barabara maki barabara inatuletea maendeleo sisi na nchi jirani. Lakini jambo lingine vurugu kama mnavyojua hazijengi wala hazileti pesa, si ndio? Kuhusu swala la maandamano, niwasikilizeni viongozi wote waliopita hapa wamesema hawataki hapa Kiwira kuanzia kwa leo hiyo. Naamini kabisa kwamba kiongozi ameongea vizuri sana. Ni, ni, ni, ni, ni munge mba, na mimi ni muunge mkono kwamba maandamano ni taratibu zilizowekwa na sio jeshi la polisi ilioweka maandamano, hapana. Ni sheria kupitia wabunge wetu au kupitia wawakilishi wetu wakapeleka kwamba kuwepo na taratibu za maandamano. Lakini sasa maandamano ukiwa unataka kuyafanya, kuna taratibu zake, unaomba kibali kama alivyosema, unapewa kibali sisi si si jeshi la polisi, ili hata gari likija, naona sasa yale mnayofanya, au wale ambao wanafanya, gari linapita mara mara na huyu hivi sasa, sisi anamgonga huyu, anafanya hivi sasa. Hayo sisi hatutaki. Nimesikia Kiwira wameyataki, mmesema hayo ndio. Hebu nisikie kwa kauli yenu, maandamano hayo ambayo mnayasikia hivi kwenye mitandao, je, mtashiriki? na kama amtu amko tayari na mshiriki hivi? Ni wapongeze sana, ameokoka asanteni sana.